DW, tunavuma kwa kishindo. Mpenzi msikilizaji wa Doche Vele, karibu kwenye mazungumzo yetu haya maalum na naibu katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Visiwani Zanzibar bwana Omar Ali Shehe ambaye pia ni mgombea uwakilishi wa jimbo la Chake Chake kisiwani Pemba. Tunazungumza naye katika siku ya leo tarehe 28 mwezi wa Oktoba 2025, siku ambayo Zanzibar inaitwa siku ya kura ya mapema, siku moja kabla ya kura ya jumla ya hapo kesho tarehe 29 Oktoba. Bwana Omar Ali Shehe, karibu kwenye mazungumzo yetu. Asante nashukuru, nashukuru sana. Asante naam, tupe picha halisi ilivyo kwa mtazamo wako katika eneo lilipo hivi sasa, Chake Chake Pemba, panapoendelea upigaji kura wa mapema leo. Ni kweli, leo ni siku ya tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi, ni siku ya upigaji kura wa mapema ambao sisi ACT Wazalendo tunasema ni wizi wa mapema unaofanywa. Hali halisi kama tulivyobashiri mwanzo, kwamba huu ni wizi unaofanywa na Chama cha Mapinduzi, serikali na kwa kutegemea mawakala wake wa wa Tume ya Uchaguzi ni kwamba wanajeshi. Maana binafsi ni mgombea wa uwakilishi jimbo la Chake Chake, na tunavyozungumza ni kwamba sasa hivi kama mgombea ambaye naruhusiwa kukaa kituoni kwa mujibu wa sheria, hivi sasa nimetolewa na jeshi la polisi kwamba nisiingie katika kituo na niondoke kituoni, kwa sababu ya, ku, ya kusimamia na kutetea kile ambacho kinafanyika katika eh, jimbo la Chake Chake. Kwa kweli, kipi ambacho kinachofanyikana kinachofanyikana kinachofanyikana ni kwamba E, jimbo la Chake Chake, sheria inasema kwamba wale wote ambao ni watumishi wa wa, wa walinzi ambao wameomba na ambao wanaishi ndani ya jimbo la Chake Chake kwa maana ya mitaa ya Chake Chake, hawa wanaruhusika kwa mujibu wa sheria. Vile vile, watu wa tume ya uchaguzi, watumishi wa tume ya uchaguzi ambao na pia nao ni wakazi wa jimbo husika, nao wanaruhusika kwa mujibu wa sheria lakini tunachokishuhudia sasa hivi kwa kweli ni tofauti sana sana sana. Wanaopiga kura katika jimbo jimbo la Chake Chake halina kikosi, halina, halina, halina kikosi cha jeshi la wananchi wala hakina hakina vikosi vingine. Kikosi kilichopo ni kimoja tu, na idadi ya walioandikishwa katika Chake Chake katika kura mapema ni kama elfu moja mia saba na sitini na mbili ambao hawa wapiga kura hao hawamo, hawa, hawaishi katika jimbo la Chake Chake tunachokishuhudia leo katika jimbo la Chake Chake ni vikosi vya jeshi la wananchi wa Tanzania, ni vikosi vya vya vya SMZ, ndio waliovizingira vituo hivi, kwa kweli, kwa ajili kupi, ya kupiga kura watu ambao hawaishi ndani ya jimbo la Chake Chake. Kwa hiyo hio, hicho ndicho kinachoendelea, kinachoendelea katika jimbo hili la Chake Chake jana usiku, na majimbo ha. mengine hali iko hivyo hivyo. Jana usiku chama chako kupitia mgombea wenu wa uraisi wa Zanzibar Othman Masudi Othman, uh, Othman ambaye pia ni mwenyekiti wa taifa wa chama chenu mlitoa kauli ambayo inaelezea kama kwamba mlishamaliza suala hili na mamlaka mkiridhika kwamba mmekubaliana watapiga kura wanaostahiki tu, mmekubaliana kwamba kura zitakusana kuhesabiwa vituoni, mtakubaliana kwamba wagombea na mawakala watakuwepo katika vituo kusimamia kura hizo na vitu kama hivyo. Aa, hapa ni kama vile kwamba hakuna ambacho kimefanyika kati ya kile ambacho kimezungumzwa na kiongozi wako, na kwa hivyo ni yale yale ambayo yamezoeleka kila mara inawezekana waliozungumza wamemsaliti mwenyekiti wetu, kwa sababu kama mwenyekiti alivyoeleza kwamba kimsingi wamekubaliana, lakini bahati mbaya sana kinachoendelea ni tofauti na maelezo yaliyotoka jana, kwa sababu kinachoendelea kwa kweli ni vikosi, ndivyo vinavyokuja kupiga kura, vikosi vya jeshi la wananchi, vikosi vya, tena si kupiga kura kwamba, kupiga kuondoka, wanajirudia wale wale wale wale, mtu mmoja anapiga kura zaidi ya kumi wanatiwa wino tu mega peni ya kawaida kalamu tu ya kawaida, wanatia wino unaofutika wanajirudia kupiga kura. Hicho ndicho kinachoendelea kwa hiyo, kwa ufupi yaonekana wale waliozungumza na kukubaliana ni vitu viwili tofauti kabisa. Unasema kwamba wewe ni naibu katibu mkuu wa chama chako kwa Zanzibar nzima, kwa hivyo unasema kwamba hii picha ambayo unatupata hapo Chake Chake ni picha ambayo imeripotiwa kwako na watu wako katika maeneo mengine ya nchi? Picha hii imeenea katika majimbo yote, takriban majimbo yote hali ni hihi kwa sababu m hawana wapiga kura na wamewachukua, wamechukua zoezi hili, wametumia fursa ya zoezi hili kuliingiza katika vikosi ili iwe kwao ni fursa ya mtu mmoja kupiga kura zaidi ya ni kupiga kura zaidi ya mia na ki. Kitu kibaya zaidi ni kwamba anayepiga kura kura yake huitia kwenye bahasha, lakini bahasha ile ile inaandikwa jina la kituo, lakini bahasha ile ile inaandikwa namba ya kitambulisho cha aliyepiga kura, maana yake ionekane na ifuatiliwe kwamba kura ile iliyopigwa inapigwa kwa nani na bahasha inayotumbukizwa kura zile za mpiga kura juu yake inaandikwa namba ya kitambulisho kilichotumika. Katika yote hiyo ni katika kuatisha, kuatisha vikosi hawa na kuona kwamba lazima wanafuata vile ambavyo maelekezo aliyopewa na ndilo. Lakini... hilo sababu miye, baada ya kuclaim hilo ndio sababu ya mimi kutolewa katika kituo na kuambiwa nisirudi tena katika kituo. Hii inasema nini, uh, Omar Ali Shehe kuhusu Uh, matokeo ya uchaguzi huu. Kesho ndio siku ambayo nchi nzima itapiga kura, leo ni utangulizi, kwa hiyo kura ya mapema. Lakini ikiwa hayo unayozungumza ndio hayo ambayo yanatokea hivi sasa, uh, kwa mtazamo wako au kwa chama chako inasema nini kuhusu siku ya kesho, ambayo ndio siku ya uchaguzi? Tuseme kinachotokea leo, kinachotokea leo, jambo hili tulilibashiri kabla, na yote ni ile tuliyosema kwamba CCM hawana wapiga kura, ndio maana akawafanya hivi. Lakini tunachohakikishia, licha ya yote haya wanayowafanya leo, tunakuhakikishieni kwamba chama chetu kesho, watu watamiminika, watakuja vituoni na ACT Wazalendo itashinda kwa ushindi mkubwa sana mfano jimbo la chake chake wameandika hapa kwamba leo tujalie kwamba wote watakaopiga ni etu elfu moja mia saba na sitini na mbili jimbo la chake chake linawapiga kura wengi sana zaidi ya wapiga kura elfu kumi na mbili kwa hiyo hayo yote sie hayajatushughulisha tunajua wanafanya hivi kwa sababu hawana kura wanatafuta angalau kunusuriwa na kura hii wizi huu wa mapema lakini tunahakikishia umma wa zanzibari kwamba kesho tukijaliwa, watu watamiminika vituoni na watakwenda kupiga kura, na Chama cha Mapinduzi kesho kitapata anguko kubwa sana la ajabu kabisa. hiki ambacho kinatokezea leo, Ali Shehe, je, hakionyeshi kwamba mmefanya kosa kuto kuendelea msimamo wenu wa awali mliokuwa nao kwamba mungeshiriki pia uchaguzi wa leo kwa wingi ili kuzuia hiki kinachofanyika? Wajua, tatizo ni kwamba tulikubaliana, tuli maelekezo ya viongozi wetu, walituelekeza tufanye hivi na tulijua kwamba viongozi wetu wamekubaliana na na viongozi wetu. Sisi ni waungwana, mara zote huwa ni waungwana, na ndio maana jana wakatuambia kwamba mambo yamekwenda vizuri, lakini bahati mbaya sana tunachokikutia leo ni kitu tofauti. Hata hivyo tunasema kwamba licha ya yote yanaendelea, kinachoendelea leo ni kitu ambacho tulikijua kwamba kitatokea. Ndio maana tukasema licha ya hili linaloendelea leo na lilofanywa chama chetu kesho kinakwenda kupiga kura, watu wetu watakwenda kupiga kura, na tunahakikisha kwamba kesho tukijaliwa, Chama cha Mapinduzi kwa kweli kinaihama nchi. Tukijaliwa, kuna hatua yote ile ambayo mnaweza kuchukua kuweza kunusuru hali isiendelee kuwa mbaya zaidi, ambayo imeshakuwa mpaka saa hizi. Majira ya huko nyumbani ni takribani saa tano nusu. Hatua tunazozitegemea tunakwenda na zoezi hili katika mazingira ambayo yanakwenda tunalotaka zoezi hili limalize leo ili tukijaliwa kesho tufungue ukurasa ambao tutami, tutamiminika kwenye, kwenye vituo vya kura na watu wetu kupata fursa ya kuwachagua viongozi wao. Naam, na kushukuru kinachofanywa na CCM ni kwamba hawana wapiga kura, wapiga kura wao ndio hao pia katika hesabu zetu tukijaliwa zote hizi tutazikuta na chama chenu, chama chetu kwa kweli kitakwenda kushinda. Na nakushukuru sana kabisa bwana Omar Ali Shehe ukiwa chake chake, kisiwani Pemba, naibu katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo visiwani Zanzibar, asante sana. Ah, asante sana. Shukrani. DW inapatikana pia kupitia Facebook.